Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuchagua na ametujaalia akatufanya tukawa wafuasi wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ni lengo la kumshukuru Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuchagua na akatufanya miongoni mwa wale ambao kwamba tumediriki mwezi huu wa Rajab Lillahi alhamdu walminna, tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala kama alivyotufikisha Rajabu, tunamwomba atufikishe Shaabani na atuingize ndani ya mwezi wa Ramadhani ili iwe sababu ya kusamehewa dhambi zetu. Mungu akikupa umri ushukuru. Kupewa kwako kwa umri ni neema. Ule umri uliopewa ni neema, usiuchezee ovyo, usiende kibarafuli kifedhuli bure, bure tu ha -ha amekuongezea umri huo umri, shukuru. Wenzako hawajapewa umri wa namna hiyo. Sasa wewe kama amekupa, tumia katika mambo ya khairati. Hakuna habari ya kuigaiga. Kheri unaijua, shari unaijua, mabaya unayajua, maovu unayajua, ya kukufanya ukawa karibu na Mungu wako unayajua, kukufanya ukawa mbali na Mungu wako unayajua. Sio mwige yule wala yule A -a. Dunia yako nenda nayo, yaliyokuwa katika ulimwengu yafanye, ishi nayo, tembea nayo, starehe nayo, enjoy nayo, kuwa katika mipaka ya Mungu wako. Na ukiona miezi kama hii ujitahidi na wewe kujipinda katika mambo ya khairati, kwa sababu ni miezi ambayo kwamba Mungu anajitoa yeye kama yeye ofa, mansama yauman fi sabilillah Ma min abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'ada Allahu bidhalika al-yawm wajhahu 'an an-nari 70 kharifa. Kwenye Sahih Muslim. Hakuna mtu yote anayefunga siku moja kwa ajili ya Mungu. Ukaamua leo mimi nafunga. Mimi leo nafunga nimeamua. Ma min abdin yawman fi sabilillah siku ya siku yote, mimi leo nafunga, leo Rajabu mimi nafunga au mimi nafunga katika Rajabu wiki nzima, umeamua kuna haramu haramu toke wapo, illa ba'adallahu bidhalika alyawm, mwenyezi Mungu atauweka mbali wao siku moja uliofunga kwa siku moja tu 70 khalifa. Ilibidi wewe uingie ndani ya moto miaka sabini. Ile miaka sabini ya kung'ang'aa kunguzwa moto wako kupata adhabu uso wako ndani ya moto, ile adhabu inaondoshwa kwa sababu ya kufunga siku moja right? Mema yanabadilishwa kwa namna hiyo, na ndio Mungu ametutaka, ana huruma na anatupenda. Lazima tuwe wa kweli na miezi kama hii, lazima tujue kwamba hii miezi mitukufu kwa ajili yetu sisi, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amelifanya kuwa ni nembo hili jambo. Miezi mitukufu hajaiweka mfululizo, ah, amekuwa Dhulqada, Dhulhija, Muharram, akakuachia Ikazunguka halafu baada baadaye akaja akakuwekea Rajab. Baadaye ikakuwekea Shabani akakuwekea Ramadhani ili wewe uwe mtu ambaye kwamba usi wakujikita usichoke miezi hii ikifika unajikita katika mambo ya khairati. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwenye Qur'ani anatuambia illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu llahu sayyiati ma sanatin wa kana llahu ghafuran rahima. Mtume alipokuwa anaizungumza aya akawaambia maswahaba, inni la a'lamu akhira ahli nnari Inni la alamu akhira ahli aljannati dukhul aljanna, mimi ninamjua mtu wa mwisho kuingia ndani ya pepo. Mimi ninamjua, Mtume anawaambia maswahaba, mimi ninamjua mtu wa mwisho kuingia ndani ya pepo. Wa alamu akhira ahli nari khurujan minha, na ninamjua mtu wa mwisho kutoka motoni. Riwaya nyingine akamtaja jina lake Juhaina tuache mambo ya dhambi yako, tuendelee na kipengele chetu. Mema yako yanabadilisha mabaya uliyoyafanya. Kubali kubadilika, nifanye kheri, na wala usiangalie anayezungumza, wala usiangalie khatibu. Angalia, angalia maneno ya Mungu na maneno ya mtume Muhammad. Mtume alipomwambia masahaba akawambiaje?

Umetenda siku kadhaa kadhaa jambo kadhaa kadhaa, mtume anasema, anasema ndio huyo mtu ndio anaogopa mushriku min kibari dhunub. Hayo madhambi anayoambiwa hapo ni madogo madogo, madhambi madogo madogo. Aliangalia mwanamke, alimgusa mkono mwanamke bila dharura, yale madhambi madogo madogo, makubwa yako pembeni hapo, na yeye anaiona mizigo yake midhambi mikubwa peke yako kwa Mungu. Ndiyo, ndiyo. Ndio ndio ametamakadha wkadawakaamahh kiba fayuqalu la Mtume, anasema ataambiwa hivi. Fa inna laka makana kulli sayiatin hasana kad budilat sayiatuka hasanatin. Sasa, kila sehemu mbaya uliyofanya ya maovu, tumeibadilisha imekuwa mema uko kwa simuona madhambi madogo na yale makubwa yote, kila lile jambo ulilofanya baya tumelibadilisha limekuwa jema, kad badalat sayyi'a tuka hasanat. Kiwewe kitampata na uwegu utampata. ya rab kad amiltu ashiya la araha, hauna Mungu na midhambi mikubwa bado mingine sijaiona, hujanipigia hisabu, nimekusamehe Mtume akacheka mpaka meno yake ya pembeni yakaonekana. kwa nini fadhahika sallam hata badat na wajidhu? amesamehewa madhambi yake, mungu anamwambia nenda, anang'angania Mungu, kuna madhambi mengine bado hujanisamehe. Kwa nini? Kwa sababu illa man taba wa amana wa amila amalan saliha Faulaika yubaddilu llahu sayiatihim hasanatin wakana llahu ghafuran rahima, ukitubia na ukafanya mema mwenyezi Mungu anakubadilishia yale mabaya yako yanakuwa mema. Huyu ndo Mungu, wala tusikate tamaa, wala tusitoke katika uhalisia wa Mungu. Mungu hafanani na kitu na hakuna mkubwa kuliko Mungu na hakuna kitakachotokea kitakachotokea kikubwa kuliko Mungu. Anasamehe na anayabadilisha mabaya ulioyafanya yakawa mema, lakini ajue una sdinia una ukweli. Mungu subhanahu wataala abadilishe mabaya yetu kuwa mema. Mungu subhanahu wataala atiye nuru mioyo yetu. Mungu subhanahu wataala viungo vyetu avipe na satu ya kufanya matendo ya Mwenyezi Mungu. subhanahu wataala atusamehe tulioyafanya makubwa, na yale ya siri, yale ya dhahir, na yale ya kujificha, na yale tulioyafanya mbele za watu.